Makiwa tena kwa familia. Tusalie kwenye muktadha huo huo wa maafa. Tutoke kaunti ya Kiambu tuingie Kericho ambapo watu wawili wamefariki kutokana na majeraha waliopata na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 15 katika ajali iliyotokea hapo jana kwenye barabara ya Kaplong kuelekea Kericho. Watu wengine kumi na wanne waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika vituo mbalimbali vya matibabu. Wizara ya barabara na uchukuzi ama waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir ambaye hii leo aliwatembelea manusura katika hospitali ya Kaplong. Kaplong alisema ili kuepusha ajali kama hiyo siku za usoni, serikali imefanya marekebisho baadhi ya sheria ambazo zitachapishwa juma lijalo. Ajali mbaya iliyotokea siku ya Jumamosi katika kijiji cha Cheptanguge eneo la daraja sita kwenye barabara ya Kericho Kaplong kwenye mpaka kati ya kaunti za Kericho na Bomet imewalazimu maafisa wa serikali kuingilia kati. Leo alasiri, Waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir alizuru eneo hilo kufariji familia zilizoathirika. For the one-ton loss of lives and people injured ni hapa ambako alitangaza hatua zilizochukuliwa na serikali kuepusha ajali barabarani. We have developed necessary regulations and rules. Passed on to the Traffic Act Cap 403 of the Laws of Kenya. Chirchir alisema wizara ya barabara na uchukuzi ikishirikiana na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani imefanyia marekebisho kanuni za barabarani chini ya sheria ya kitrafiki kuhusiana na unywaji pombe kanuni za kukagua magari na huduma za uchukuzi wa umma na sheria za trafiki za kudhibiti magari ya shule. Kwa upande wake, gavana wa Bomet Hilary Barchok alitoa tahadhari kwa waendeshaji magari na wale wanaotumia barabara dhidi ya kukiuka sheria za trafiki. Don't overspeed. Tusikujwe na kuendesha gari. Don't overload. Wakati huo huo, mbunge wa Sotik Francis Sigei ameitaka wizara ya barabara na uchukuzi kuweka kipaumbele upanuzi wa barabara nyembamba ambazo wanasema husababisha ajali. Jambo la kwanza hapa ni barabara ambayo nyembamba sana, ukielekea Sotik kutoka uh, bridge ya Mugeni, barabara ni naro, na waziri amesema kwamba atachukua jukumu ya kuangalia kwamba barabara hizo zimepanuliwa.